Tuna kila sababu ya kumuunga mkono rais wetu. Tuna kila sababu ya kumuunga mkono rais wetu kwa sababu moja, ndio sababu ya kwanza. Ndio wakati rais wetu anapokea hatamu za uongozi, alipokea katika mazingira ambayo dunia nzima ilikuwa kwenye msukosuko, wala sio Tanzania peke yake. Dunia nzima ilikuwa kwenye msukosuko, yakaja yale ya Covid, yakaja yale ya mapigano kule kwa wenzetu wa Ulaya, ikaja pale ya ukosefu wa mafuta ya ya nishati ya, ya ikaja ya pale ya, ya, ya, ya mapigano mengine yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, lakini hata mazingira aliyopokelea uongozi ndani ya nchi yetu si mazingira yaliyozoeleka. Lakini mama yetu kasimama imara, nchi ameivusha, nchi ameivusha, ameonyesha umahiri wake, kwa sababu rubani, rubani mahiri huwa anapimwa katika wakati wa msukosuko wa, ameivusha nchi kwenye kipindi cha msukosuko aliahidi miradi iliyowachwa na watangulizi wake kwamba itaendelezwa, ameiendeleza. Hivi tunavyoongea, bwawa la kufua umeme limeshakamilika na vinu tisa vimeshaunganishwa, vinafua umeme, vinasambaza umeme. Umeme si hizi nguzo, ni ile nishati yenyewe. Umeme si nguzo hizi, sio nyaya, ni ile nishati tungekuwa na nyaya bila umeme ule wenyewe kutoka kwenye chanzo chake. Ndiyo hayo sasa, angekuwa kila wakati unakatika. na ushoogedu kuilombelia sesi befungiligoli umeme ile inayofuliwa inayofuliwa, nishati yenyewe. Bwawa lile limekamilika, na bwawa lile lina manufaa kwa kila kijiji cha nchi hii zamani wakati tunazaliwa tulizoea kuona maisha yasiyo na umeme kwamba ni ya kawaida. Leo hii niambieni, nikijiji gani hawataki umeme? nikitongoji gani hawataki umeme? Ni familia gani ta mama kafunga mkanda wawa limekamilika, kila kitongoji, kila kaya. Hiyo ndio mwelekeo wa dira inayokuja, dira ya miaka ishirini na tano ijayo ni umeme kwenda kwenye kila kaya <tipa> baba Mama yetu wa Tena tiki. Tiki. Baba Lakini si hayo tu, mamiraji mengine makubwa ni kweli yakiwemo kuyachukua maji kutoka Victoria mpaka yameshakuja kwetu hapa, na yataendelea kusambaa. Lakini si hayo. Zamani, zamani tulikuwa tukisema serikali imejenga shule hata tukisema imejenga shule pale na pale na pale, lakini kwa kweli zile shule zilikuwa ni nguvu za wananchi, ninyi mnajua. Lakini kwenye serikali ya awamu ya sita ana mpinzani, kwenye serikali ya awamu ya sita ana mpinzani, tukisema serikali imejenga shule fedha zinakuwa, inakuwa serikali imejenga shule kweli, fedha zinamwagika kama mvua.